Nina wasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mulipo, hamjambo. Jambo la busara ambalo mnaweza mkalifanya kama mnanipata kwa mara ya kwanza, endapo kuna yeyote mwenye ananipata kwa mara ya kwanza, tafadhali ninakuomba uchukue sekunde yako moja mbili tatu, ukapige subscription, bonyeza kengele hiyo. Ndio njia moja ya kujiandikisha kama mwanafamilia wa hichi kituo kipindi ambapo tunapakia video unaipata kwa haraka vilevile. Vile, tafadhali unaweza ukashare content hii ama kanda hii kuelekea kwa grupu moja mbili tatu ili wengine wengi wajiunge nasi. Kikosi cha maandamano Tanzania kimesema kwamba bado hawajaacha maandamano <laughs> mpaka wameunda muhuri ambao unawaita maandamano Tanzania kitaifa. Huo ndio muhuri wao, na kikosi hichi kinasema kwamba kimeweza kuratibu maandamano mnamo tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano lakini kabla ya maandamano hayo ya mwezi ujao Desemba Tarehe tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano kikosi hichi kimeweza kutuma masharti kumi ambayo wanaomba yatekelezwe haraka kuelekea kwa serikali batili yake mama Samia Suluhu. Naomba nikusomee sharti moja moja mpaka kumi na nikuchambulie kila ambacho wanamaanisha. Kwa kawaida mimi ni wenu bwana Ezra, Mtangazaji wenu ambaye anawawasilishia kila kitu ambacho kinafichwa, jinsi ambavyo unaona hapo, hiyo ni barua ambayo imeweza kutiwa muhuri mnamo tarehe saba Novemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano hii Ijumaa, na muhuri unasomeka kwamba ni maandamano ya Tanzania kitaifa, Dar es Salaam Tanzania, mashariti kumi kwa serikali batili haramu na katili ya Samia kabla ya tarehe tisa mwezi wa 12 mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambayo wanaomba yatekelezwe na sio tafadhali, ni lazima wameweza kusema kwamba hii serikali ya Samia ambayo iliingia mamlakani kwa njia ambazo ni tatanishi, ni batili, haramu na katili. Unasikia majina ambayo, misemo ambayo imeweza kutumika hapo Sharti la kwanza linasomeka hivi: serikali ikabidhi miili ya wapendwa wetu ili tuwe, tuwazike kishujaa, mwili uspotezwa mwili usipotezwe, wala kuchomwa moto, wazo hili, au kuzikwa kwenye makaburi ya siri kama mnavyofanya sasa hivi. Hilo ni sharti la kwanza. Wana kikosi cha maandamano Tanzania wameweza kumwambia Mama Samia Suluhu kabla maandamano ya mwezi ya mue, e, mwezi wa kumi na mbili tarehe tisa, tunalazimisha serikali yako iweze kutoa ile miili ambayo wameifukia kwenye kaburi, ile miili ambayo wameweza kuificha kusikojulikana ya wapendwa wetu ambao waliweza kuuawa kipindi cha maandamano kuanzia tarehe ishirini na tisa Oktoba mpaka tarehe moja Novemba waachiliwe, ama hiyo miili iweze kuachiliwa izikwe kishujaa, kwa sababu walifariki wakiwa kwenye duty ya kulikomboa taifa lao la Tanzania. Sharti la pili, serikali itumie kodi ya wananchi, pesa zetu, na iwape familia husika, na iwape familia husika ili kugharamia mazishi wapendwa wetu. Serikali itumie kodi ya wananchi pesa zetu, na iwape familia husika ili kugaramia mazishi ya wapendwa zetu. Nasikia kikosi hichi cha maandamano kinapendekeza kwamba serikali iweze kutumia kodi tax ya mwananchi wa Tanzania, iweze kupea kila familia ambayo iliweza kupoteza wapendwa wao wapendo wao waliweza kuaga dunia, ili wazitumie kuandaa safari ya mwisho au mazishi, maziko ya wale ambao waliweza kuuawa. Sharti la tatu, walioumizwa na majangili waliotumwa na serikali batili na haramu watibiwe bure na wapewe matibabu mazuri bila kusumbuliwa. <coughs> nasikia hilo ni sharti la tatu: wale ambao walipata majeraha ya risasi, majeraha ya mabomu ya machozi, majeraha ya kutwangwa, wapate matibabu spesheli mazuri kwenye hospitali za Tanzania bure, bila kuitishwa chochote, na wasisumbuliwe. Sharti la nne Waliohusika na mauaji ndani ya Tanganyika wakamatwe wote haraka na waoneshwe mubashara kwenye televisheni na mbele ya waandishi wa habari wa kimataifa wakitajwa majina na walipotokea. Watanzania wanasema hivi, wale ambao walihusika kuwamiminia risasi wananchi wa Tanzania, kuwapiga risasi wananchi wa Tanzania ambao sasa wanaitwa wauaji wakamatwe mara moja. Hilo ni sharti la nne, wakamatwe mara moja, waonyeshwe kwenye televisheni, Watanzania wote wawaone wa, alafu wawekwe kwenye vituo vya kimataifa, watajwe majina yao walikotokea. Nimekuwa nikiwaeleza kwamba kuna taarifa ambazo zilisema kwamba wengine wao walitoka Uganda. Sasa Watanzania wanataka waweze kujua mbashara hawa watu walitokea wapi. Sharti la tano, waliohusika kwenye mchakato wa mzima wa kupanga mauaji ya raia wasio na hatia wajulikane wote kwa majina yao, tukianzia Samia, twende askari jeshi wa polisi mkuu wa askari jeshi la polisi la Tanzania, na wale wote ambao waliweza kupanga mauaji eti kwamba wananchi wapigwe risasi, wengine waumizwe, wa ndipo sasa waache maandamano, wajulikane na wachukuliwe hatua. Unanielewa, sharti la sita mkuu wa majeshi CDF Inspector General wa polisi na mkurugenzi wa usalama taifa, wote wajiuzulu nafasi zao kwa kushindwa kuwajibika kwa kulinda nchi na wananchi, jambo ambalo ndio wali e, waliapa kufanya. Hii pia iwahusishe wote walioshiriki katika njama ya kutesa na kuua raia majina yao mnayo na sisi tunayo. Shariti hili la sita linasema kwamba mkuu wa majeshi CBF, Inspekta Jenerali wa polisi Tanzania, pamoja na mkuu wa upelelezi Tanzania, na rais wa, eh, wa Tanzania Samia, wajiuzulu kutoka nafasi zao, kwa sababu walichangia kwenye mauaji ya wananchi, walishindwa kuwajibika. Mtu kama vile CDF mkuu wa majeshi Tanzania, wananchi wa Tanzania wanamtuhumu kwamba kipindi ambapo wananchi walikuwa wanauawa, angeagiza jeshi la polisi Tanzania ama jeshi la wananchi Tanzania lichukue nchi, bali alishindwa kazi. Kwa hivyo wanasema kwamba ajiuzulu. mwingine mwenye anaitwa inspekta jenerali wa polisi wanasema kwamba aweze kujiuzulu kwa sababu alishindwa kuwapea amri maafisa wa polisi waache kuwaua wananchi. Rais Samia Suluhu naye anatakikana aweze kujiuzulu kwa sababu aliwa alihusika kwenye maandalizi ya mauaji kulingana na hii ripoti. Na manne mkuu wa upelelezi BCI Tanzania aweze kujiuzulu kwa sababu ameshindwa wa kupeleleza na kutaja wale ambao waliweza kuhusika kwenye mauaji. Saba nasomeka hivi: Watanganyika wote waliotekwa na kupotezwa warudi, warudishwe wakati, wakiwa hai. Tuna wale ambao waliweza kutekwa nyara abduction kipindi cha maandamano, tukianzia ama hata kabla ya maandamano, tukianzia Humphrey Polepole. Tukienda John Heche, kina Tundu Lisu waweze kuachiliwa haraka wakiwa hai, bali si kunyongwa, bali si kutezwa, bali si kufungwa kwa jela, wawachiliwe hai. Tuko na wananchi wa Tanzania ambao walipotezwa, walitekwa nyara na wakapotea. Wananchi hao wanaomba kwamba waweze kurejeshwa wakiwa hai haraka iwezekanavyo. Namba nane: Watanganyika wote waliopewa kesi feki za uhaini na ugaidi, kesi za kubuni kutengenezwa, kutengeneza kwa nia ovu waachiwe haraka sana bila masharti yoyote, na waliohusika kubuni au kutunga kesi hizo au kushiriki kwa namna kwa namna yoyote wakamatwe mara moja. Nasikia sharti la nane linasema kwamba watanganyika ambao waliweza kufunguliwa kesi ambazo ni haramu. Tukianzia nifa ambao aliweza kuwekewa kesi za kutunga za uhaini, twende Humphrey Polepole, twende John Heche ambaye naye ameweza kufunguliwa kesi ya uhaini treason, twende Tundu Lisu mwenye ameweza kuwekewa kesi za mchongo treason, uhaini, wanasema nasio kupembeleza mara moja kesi hizo ziishe mara moja, warudi kwenye familia zao na kesi hizo zitupiliwe mbali. Namba tisa, nasemekana kwamba uchafuzi kesi na batili. Namba tisa, uchafuzi feki, uchaguzi i think, si uchafuzi, uchaguzi feki na batili uliofanyika ifutwe mara moja na Samia chie ngazi ya haraka maana hatambuliki kama rais kwa mujibu wa katiba ya Tanzania. Hakuchaguliwa bali amejiteua. Katiba haina rais wa kujiteua. Sharti la tisa ambalo wameweza kutuma kwake Mama Samia, wanasema kwamba aweze kujiuzulu kabla ya maandamano ya tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwa nini wanataka aweze kujiuzulu? Resign from power. Number 1 hakuchaguliwa na wananchi. Number 2 aliweza kujiteua kama rais. Number 3 katiba ya Tanzania haina kipengele ambacho kinasema kwamba rais aweze kuteuliwa bali aweze kupigiwa kura na wananchi na ashinde. Sasa Watanzania wanasema kwamba hakuweza kupigiwa kura bali siku ya kupiga kura ilikuwa ni siku ya maandamano namba tisa, namba kumi kwenye radi na ya mwisho bunge feki la sasa ivunjwe na serikali ya mpito iundwe chini ya usimamizi wa UN ama ukipenda umoja wa kimataifa hatimaye mchakato wa katiba mpya ianze mara moja wanataka bunge la Tanzania liweza kuvunjwa kwa sababu wananchi hawakuchangia kuwachagua wale wabunge na wanasema kwamba serikali ya mpito iweze kuundwa Tanzania. Hawana imani na, si, na jeshi la wananchi Tanzania, wanasema kwamba serikali ya mpito iweze kuundwa itakayosimamiwa na Umoja wa Kimataifa, United Nations, na katiba ianze kuundwa, katiba mpya ianze kuundwa Tanzania haraka tanbihi, wakasema hivi: tunajua huwa mnadharau maoni ya umma kama kawaida yenu huku muki, mkishirikiana na viongozi wa kidini hao waliokosa kos, walio huhalali vyombo vya habari zilikosa maadili, watu tuliowapa umaarufu pamoja na kikundi cha wachache wanaotafuna nchi yaani, wana mtandao, taifa hili ni letu sote, sio mali ya kikundi au familia. Yasipozingatiwa tarehe tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano Desemba, tutaanza maandamano yasio na kikomo kudai haki na uhuru wa Tanganyika. Nasikia mpenzi mtazamaji wameweza kuwaambia hivi, utawala wa Samia wakianzia na Samia, wanajua kwamba huwa wanapuuza na wanaweka kando mahitaji ya wananchi. Wasipoyafanyia hayo kazi ambayo wameweza kuyataja, maandamano ambayo wataandaa siku ya tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano maandamano yataandaliwa yasiyokuwa na kikomo yasiyoisha mpaka wahakikishe kwamba Samia ameresign ameondoka mamlakani. Wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji kuhusiana na haya masharti ambayo yameweza kutolewa na kikosi cha maandamano Tanzania? Mpaka wako na muhuri wao na masharti hayo yameweza kutolewa Ijumaa ya tarehe saba Novemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Ninaomba mpenzi mtazamaji niweze kupata wazo lako kuhusiana na haya ambayo wananchi wameweza kuyapendekeza yatimizwe mara moja, ikiwapo Samia Suluhu aweza kujiuzulu kwa sababu hakuchaguliwa. Mkuu wa majeshi ya wananchi Tanzania CDF aweza kujiuzulu. Inspekta jenerali wa polisi aweza kujiuzulu. Msimamizi wa DCI Tanzania upelelezi aweza kujiuzulu. Bunge liweze kuvunjwa na serikali ya mpito iweze kuundwa, mili ya iliyoweza kufukiwa na imeweza ama, ama, ama ile ambayo imeweza kufichwa iachiliwe, izikwe kishujaa. Vilevile wakaeleza kwamba wale ambao waliweza kupata majeraha ya maandamano watibiwe bure bila kuulizwa chochote. Wazo lako ni lipi kuhusiana na haya mpenzi mtazamaji? Ninaomba niweza kupata wazo lako. Mimi wenu bwana Ezra. Ukipiga subscription, vilevile uweza vile kusambaza kanda hii kuelekea kwa kikundi kimoja viwili vitatu, utakuwa umepiga kituo hichi jeki ili kiendelee kukua kwa mwendo wa kasi. Asante sana.